Hukmu ya kumeza makamasi walbalgham na makohozi. Mtu kumeza makamasi na makohozi wakati amefunga, hukumu yake ta'ammada, ata atakofanya maksudi yule mwenye kufunga kuyameza makamasi au makohozi ashafungua, kwa sababu hayo yanawezekana kujikinga, yanawezekana mtu akayatema na nini, kunawezekana lakini, pia pindi atakapokuwa imemshinda tu yeye mwenyewe akapita bahati mbaya pale, hajafungua lakini ndugu zangu, hadha hiya min alqadhar, huu ni mchafu, lazima watu wajilinde hivyo hivo hai lkaikufina haiamabana Maswali mengine naona yanajirudia tutakuwa tumeruka. Eh, mtu kutapika mchana Ramadhani madhani, je, kunafunguza? Hakufunguzi isipokuwa pindi kutakaporudi kitu ametapika, lakini kitu kakikarudi akakirudishia kitu yeye kakimeza. Hiyo ye, basi atakuwa shafungua. Imethibiti hadithi hiyo katika katika sahihi ya Imam Bukhari. E, kwamba kitu kikitoka tu mtu katika matapishi yakatoka tu basi pale hakufunguzi e, pale mtu e, hajafungua wala ha, hawezi akalipa, lakini alotaka kujitapisha ndo atalipa e. De, asema, e, na asema atalipa na atajizuia, asema hal yuthiru istimal. Maswali e, mingine ma hukmu libri al-adliya wa hal tufsidu somu. Ni ipi hukumu ya kuchoma sindano ya mishipa yani mtu kuchoma sindano katika mshipa na je, kuna fungua kuna funguza. Hukumu ya kuchoma sindano mishipa je, kuna funguza? Sindano sindano zime tofauti ziko tofauti tofauti, zimegawanyika. Sasa al-hikmu al-ilajiyya al-jiddiyya wal-adliyya la tu'tabaru min al-mufhum wal-futurati sindano kuchoma sindano katika ngozi au katika mshipa hivi sio katika vyenye kufunguza, li annaha lam tadkhul ila aljawfi. Kwa sababu sindano achoma katika mshipa au katika ngozi, havifiki tumboni, kwa sababu havipiti katika yale mapito ambayo o kwamba tumesema ni nini, mapito yale ambayo tunasema yanayopitisha saumu yale upitisha, saumyele, mdomo kuwa na nini ama lhiqnu lwaridiya lmaghdhiya fa inaha tuftu, sindano hii. Ama sindano ya ndani ya misuli ya chakula, kuna sindano ambayo mtu ajipiga ajipiga, alafu ya mtia nguvu. Ama lhiqnu lwaridiyati, ama sindano ya ndani ya chakula, sindano ya ndani ya mishipa, lakini sindano ile ni ya chakula, nasema nini drip zile, fa inaha tuftu, ile inafunguza ya nami sultani wa sarabi min haythil man. Hiyo ni kama vile mfano wa chakula na kinywaji katika sifa ya maana, katika njia ma ya kimaana. Mie dripu zile. Eh. Ma hukmu atata yu ta'turu liswa'i. Aya naona yashapita, naona ninarudi. Eh. Ma hukmu isti'mali E, Aduhuni ilmuratwebi Almuratwebi lilbasharati, ni ipi hukumu ya kutumia mafuta ya kulainisha ngozi? Kutumia mafuta, mafuta ambayo yanalainisha ngozi, hukumu yake nini katika mchana wa Ramadhani? Istimadu duhuni ilmuratwebi lilbasharati, la kutumia kufunguzi. Mafuta yanalainisha ngozi, krimu zile, alkerimatu. Li anda hala ya dhukuni la jofi ya fikiri katika alhududh ljuruhi al wanazifi fi nahari yamabs je. Ye, kupata jeraha au kutu kupata nazifi, damu. Nazifi ni damu inayotoka mwanamke, lakini siyo damu ya hedi. Baada ya damu ile ya siku zake ya hedhi ishapita, halafu inatoka hii damu ambayo si haiko katika hedi hiyo, inaitwa nazifi, ni damu ya ugonjwa, inaweza ikawa imesababishwa na sheitani au ikasababishwa na hali ambazo kwamba mtu yuko aishi pale tokana na baridi au nini au utakuta mtu imezidi aijimezidi imethibiti. Eh, Mtume wasema min ibni shaytana yajri majra adama dami, sheitani wapita katika mishipa ya mwanadamu mapito ya nini katika mishipa ya damu, shetani waingia aweza akaingia akaifungua damu ikatoka katika siku ambazo kwamba sio za kwake, katika maradhi ya shetani. Sasa asema hivyo kutumia mtu kupata jeraha au kutokana nazii, hakuharibu somo kwa sababu iko ni katika vitu vinavyotoka, sio katika vitu vinavyoingia. Na kuna kauli ya Ibn Abbas ambayo imethibitisha hilo kwamba vitu vinavyotoka kwamba haviharibu funga, bali vinavyoingia e, ndio vinaharibu vina kufunga. Nipi hukumu mahukumu sahabi dami minasain? Nipi hukumu ya kutoa damu? Mtu atoa damu katika mchana, mtu aliofunga. Kutoa damu kwa yule mwenye kufunga hakufunguzi. Mtu li anna yushbehul hijama, huko kunafanana tu na hijama. Hijama ni mtu kuumikwa kuchomwa damu, na hijama haifunguzi. Hilo limethibiti katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam, ihtajama rasulullah wa huwa swai, Mtume alifanya ali hijama, na hali ya kuwa yeye amefunga. Pia kutoa damu ni katika vitu ambavyo kwamba vinafanyaje? Ni vitu vinavyotoka, sio vitu vinavyoingia. Wala yuftir, wala havifunguzi kwa kauli ya bnu Abbas, inama lfitr mima dakhala wa laisa mima kharaja.